Nam habari za wakati huu, karibu tena eh, ndugu mpenzi mtazamaji, pasi na shaka upo salama kabisa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimetoa taarifa mapema kabisa eh, muda huu ya kwamba mpaka leo ilipofika saa tatu asubuhi jeshi la polisi wilaya yetarime ya Tarime limedai ya kwamba mheshimiwa John Heche hajafikishwa kituoni hapo, suala ambalo limeibua maswali mengi hususan kwa wanachama wa Chadema, viongozi na Watanzania kwa ujumla ambao wanafuatilia e, na kutaka kufahamu kitu gani kimepelekea e, John Heche kukamatwa siku ya jana mapema akiwasili katika mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam ambapo kesi ya uhaini ambayo inamkabili mwenyekiti wa chama cha Chadema Taifa mheshimiwa Tundu Lissu ilikuwa inaendelea siku ya jana, lakini pia tumeshuhudia taarifa ambayo e, siku ya jana Chadema wameitoa kupitia wakili wa Chadema ambaye alifika polisi Central Dar es Salaam, na alipofika pale akaambiwa ya kwamba e, mheshimiwa John Heche amesafirishwa kupelekwa Tarime, yaani hajafanya kosa hapa Dar es Salaam kwa hiyo amesafirishwa kupelekwa Tarime kwa mantiki ya kwamba kosa hilo Heche amelifanyia Tarime. Alikuwa ni mkurugenzi wa sheria wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo eh, Chadema, Gaston Garubindi ambaye kwa ukaribu kabisa alikuwa anafuatilia fuatilia eh, kukamatwa kwa John Heche. Yeye jana, baada ya kufika Central Police, akasema baada ya kufika pale Wameambiwa ya kwamba tayari John Heche amesafirishwa mchana wa jana kwenda Tarime. Nikukumbushe kilichotokea na hiki huenda ikawa ni sababu kubwa mno ambayo imepelekea Heche kukamatwa. Unakumbuka wakati Heche alikuwa anataka kwenda Kenya kwenye mazishi ya Raila Odinga Akiwa mpakani mpaka wa Kenya na Tanzania kule Sirari, tuliona Heche akizuiliwa kuvuka mpaka, lakini pia passport yake ya kusafiria ilichukuliwa. Tulishuhudia Heche akizungumza vitu vingi sana akiwa pale mpakani, lakini pia tukaona wananchi wa Kenya na Tanzania ambao wapo karibu na mpaka pale Sirari wakajitokeza kwa wingi sana pale mpakani. Unakumbuka una, una miongoni mwa video ambazo zimesambaa e, siku hiyo mitandaoni ilikuwa ni video ambayo wananchi ambao walikusanyika katika eneo hilo walikuwa wanaimba na kusema no peace, no Heche, kwamba kutakuwa hakuna amani kama Heche asipoachiliwa. Lakini baada ya muda tukashuhudia Heche akiachiliwa, lakini pia wananchi wakatembea na Heche kwa mguu wakimsindikiza huku akidai wa ya kwamba usalama wa Heche haukuwa vizuri. Tukashuhudia idara ya uhamiaji ikitoa taarifa usiku ya kwamba Heche alivuka mpaka na kwenda Kenya bila kufata utaratibu, lakini pia tukashuhudia taarifa kutoka Chadema wakidai ya kwamba Heche hakuvuka mpaka, Heche yupo Tanzania. Lakini pia John Heche akazungumza ya kwamba sijavuka mpaka kwenda Kenya, ninafahamu utaratibu na ndio maana nilipita E, pale mpakani kwenye mpaka wa Kenya na Tanzania kwa lengo la kufata utaratibu. Kwa hiyo sijavuka mpaka, nipo Tanzania. Lakini pia Chadema kupitia e, Brenda Rupia ambaye ni mkurugenzi wa idara ya mawasiliano Chadema akatoa taarifa kwa kina zaidi kilichotokea, akaelezea pia kuhusu gari la makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche kupigwa risasi matairi, lakini pia kubuluzwa mpaka kituo cha polisi, na baada ya hapo pia akatoa taarifa nyingine ya kwamba dereva wa makamu mwenyekiti John Heche alikamatwa hiyo siku, na sababu za kukamatwa kwake hazikuwekwa wazi, na tukashuhudia Heche akionekana jana kuelekea mahakamani ndipo alipokamatwa. Kwa hiyo polisi Central Dar es Salaam Waliposema ya kwamba Heche amesafirishwa kupelekwa Tarime. Ina maana kosa hilo kalifanyia Tarime. Ni kosa gani hilo ambalo Heche amelifanya? Lakini swali kubwa ambalo kwa sasa linaumiza mioyo na linagonga kwenye vichwa vya viongozi na wanachama wa Chadema ni wapi alipo John Heche, kwa sababu mpaka inafika saa tatu asubuhi kule Tarime wanasema ya kwamba John Heche hajafikishwa katika kituo cha polisi Tarime. John Mnyika ameweza kutoa taarifa hapa kupitia mitandao ya kijamii. Kwanza ameambatanisha taarifa ya chama cha Chadema ambayo waliitoa siku ya jana ya kufuatia tukio la kukamatwa kwa makamu mwenyekiti John Heche. Nitaisoma hapa hii taarifa: Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinautangazia umma kuwa Asubuhi ya leo yaani jana, jeshi la polisi lilimkamata makamu mwenyekiti wa chama taifa mheshimiwa John Heche geti la mahakama kuu masijala ndogo ya Dar es Salaam, na sasa linamsafirisha kuelekea Tarime mkoa wa Mara. Kabla ya kumsafirisha makamu mwenyekiti, alipelekwa kituo kikuu cha polisi Central Dar es Salaam, ambapo msaidizi mkuu wa upelelezi wa kanda maalum ya Dar es Salaam George Bagiem alisema kuwa mheshimiwa Heche anakabiliwa na kesi Tarime. Chama kilipomtafuta msemaji wa jeshi la polisi David Misime ili atoe maelezo zaidi, hakupokea simu na wala hajajibu ujumbe. Ikumbukwe Jumamosi iliyopita tarehe 18 Oktoba mwaka 2025, idara ya uhamiaji ilitoa taarifa kwa umma ikisema mheshimiwa Heche amevunja sheria ya uhamiaji kwa kile walichodai amevuka mpaka na kuingia nchini Kenya bila kufuata utaratibu. Chama kilikanusha taarifa hiyo na mheshimiwa wa Heche alijitokeza hadharani kuthibitisha kuwa yupo Tanzania. Chama kinaelewa kuwa upo mpango kuwa wa kuwakamata viongozi wakuu wa chama na kuwaweka mahabusu mpaka baada ya uchaguzi uliopangwa kufanyika Oktoba 29 mwaka 2025. Imetolewa na kusainiwa na Brenda Rupia, Mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi Chadema. Hii ni barua ambayo Chadema walitoa siku ya jana, ni masaa kumi na saba tu tangu alipoitoa hii taarifa, na Heche hapa namaanisha John Mnyika, katibu mkuu wa chama cha Chadema, ameweza kuweka hii barua na kuandika hiki ambacho kinaendelea hivi sasa. Huku swali kubwa ni wapi yupo makamu mwenyekiti John Heche? John Mnyika, kama unavyotazama, ameandika jana tarehe 22 ya mwezi wa 10 mwaka 2025. Polisi Dar es Salaam walimwelekeza mkurugenzi wa sheria Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuwa makamu mwenyekiti bara John Heche amepelekwa Tarime. Dakika chache zilizopita wakili na ndugu wamefuatilia polisi Tarime, lakini wameelezwa kuwa hajapelekwa Tarime, hivyo IGP na jeshi la polisi tueni taarifa kwa umma, mpambanaji John Heche mmempeleka wapi na ana hali gani? Natoa mwito kwa vyombo vya habari na wadau wote wa haki, uhuru, utawala bora, demokrasia na utawala wa sheria, kitaifa na kimataifa kufuatilia hatima yake. Taarifa zaidi ya chama itafuata. hashtag where is John Heche, hashtag free John Heche. Hiki ndicho alichokiandika John Mnyika muda huu, lakini pia nimeshuhudia hapa watanzania mbalimbali wakitoa maoni yao. Huyu wa, wa kwanza anasema kwamba isije kawa yupo mahali akibembelezwa kulamba asali. Hoja hii inaungwa mkono na hoja ya pili, kwa nini hawakumshika Tarime mpaka wamesubiri aje Dar es Salaam? Ustaarabu huu polisi wameutoa wapi? Kuna chakula kinapikwa, lakini hakitaivishwa kitapakuliwa kibichi. Mwingine akasema kwamba na uhakika wale bodaboda wa Kenya walijua tu kituo alipo wanakivamia tena, yaani wakijua wapi amepelekwa John Heche, basi watavamia tena, akizungumzia wale bodaboda wa Kenya. Mwingine anasema kwamba Mnyika apeleka kesi mahakamani wakamulete, achana na wito. Okay, wito kwa nani? hawa au wengine, lakini pia mwingine akasema nimeamini ile deep state ipo na isipovunjwa tumeisha. Ni baadhi ya watu ambao wametoa maoni yao hapa kwenye taarifa hii, lakini kama nilivyokuambia, Chadema kupitia mitandao yao viongozi wanasema kwamba mpaka leo ilipofika saa tatu kamili asubuhi, jeshi la polisi wilaya ya Tarime limedai kuwa John Wegesa Heche hajafikishwa kituoni hapo. Taarifa zaidi ya chama itakujia baadaye, kwa kina zaidi tutakuletea pia taarifa hiyo. Lakini kubwa tu channel yako hapa, swali kubwa, wapi yupo Johnny H? Na tutaendelea hapa na update moja kwa moja kutoka mahakamani. Good news ni kwamba mheshimiwa Tundu Tundu Lisu ameshinda tena pingamizi ambalo ameliibua jana mahakamani, mpaka mawakili wa serikali wamesema hawana maswali zaidi kwa shahidi na mheshimiwa Tundo Lisu ameanza maswali ya dodoso, yani cross examination yote. Nitakuhabarisha hapa update zinakujia na, na kubwa, tochie maoni yako hapa kupitia upande wa kutolea maoni, yani kwenye comment section.